Kumfuata nkumfuata kwamba kwa aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyumba haifai kwa mfalme wa Mungu. Tume Luka 9:62. Wewe, mabudu halisi, unakuta wewe ni mabudu halisi, unaishi katika maisha magumu, na wewe ni mabudu halisi, unapitia mambo magu mengi magumu, lakini wewe umesimama Kwa sababu unakuta mtu anamtetea Mungu, na unakuta unaahidi nitatoa kitu fulani mbele za Mungu, unaahidi kabisa, lakini baada ya kutimiza unaenda kufanya shughuli zako. Hawachoki mpaka watimize wanachokikusudia. Waabuduo halisi, kupenda ushirika, urafiki na kuvutia Anafanya kitu kwa ushirika <coughs> <coughs> na kwa urafiki na wenzake hata kama amekutana nao, ndio mwabudu halisi. Wajali wenye dhambi na waovu ili waokote, na kuwapa chakula chenye njaa. Mwabudu halisi dhambi kubwa kiasi gani, hajali anakuwa pamoja naye. Kwa hiyo na wewe sio wa dunia hii, bali ni kwa ajili ya ufano wa mbinguni, unapopitia mambo yote katika dunia. Yani, akaweka nakala yake ndani yake, yaani mtu wa ndani. Mtu ni nafsi na roho iliyo ndani ya mwili. Roho na nafsi hazishirishwi kwa chakula cha kawaida, bali cha kipekee. Lakini unakuta unatumia, lakini hupati tena kwenda kuongezea, unakuwa umedanganya mbele za Mungu.